Kitabu cha Yeremia sura ya ishirini na moja na ya ishirini na mbili. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifu Yesu so Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa, kama ndio unanipata kwa mara ya kwanza, naitwa Mwalimu Petro. Ninakualika kwenye kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Kipindi hichi ni mahususi kabisa kinachokusaidia uweze kulisoma neno la Mungu katika njia ya urahisi zaidi kwa kulisikiliza. Watu wa Mungu, Unaweza pia ukatembelea chaneli yetu ya YouTube au ya Facebook kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Ukaweza huko kwenye YouTube utakutana na vitabu vyote vya Biblia na Facebook pia utakuwa unavisoma kila wakati na kila muda. Mtu wa Mungu, upande wa YouTube usisahau kusubscribe na upande wa Facebook usisahau kufollow kama bado hujawahi kufanya namna hiyo, ili uwe unapata vitabu kila tunapo upload kipya, uweze kukipata. Watu wa Bwana, tusali, tuanze siku ya leo kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa wakati huu unaotupa kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu usimame na sisi, ili tunapolisoma sote tuweze kuelewa, na hekima yako itusaidie kuwa imara, katika jina la Yesu Kristo, tuseme amen. karibuni sana wapendwa ni kitabu cha yeremia sura ya ishirini na moja na ya ishirini na mbili tuungane na ndugu zetu wa Word Project mlango wa ishirini na moja neno hili ndilo lililomjia yeremia kutoka kwa bwana hapo mfalme sedekia alipompelekea pashuri mwana wa malkia na sefania mwana wa maaseya kuhani kusema tafadhali utuulizie habari kwa Bwana, kwa maana Nebukadreza mfalme wa Babeli analeta vita juu yetu; labda Bwana atatutendea sawasawa na kazi zake zote za ajabu, ili aende zake akatuache. Basi Yeremia akawaambia, mwambieni Sedekia neno hili: Bwana, Mungu wa Israeli, asema hivi, angalieni, nitazigeuza nyuma silaha za vita zilizo mikononi mwenu, ambazo kwa hizo ninyi mnapigana na mfalme wa Babeli na Wakaldayo wanaowahusuru nje ya kuta zenu; nami nitazikusanya pamoja katikati ya mji huu, na mimi mwenyewe nitapigana nanyi kwa mkono ulionyoshwa na kwa mkono hodari, nam kwa hasira na kwa ukali na kwa ghadhabu nyingi. Nami nitawapiga wenyeji wa mji huu, wanadamu na wanyama; pia watakufa kwa tauni kubwa. Na baada ya hayo, asema Bwana, nitamtia Sedekia mfalme wa Yuda na watumishi wake na watu wote waliosalia ndani ya mji huu baada ya tauni ile na upanga na njaa, katika mkono wa Nebukadreza mfalme wa Babeli na katika mikono ya adui zao, na katika mikono ya watu wale wanawatafuta roho zao; naye atawaua kwa ukali wa upanga, hatawaachilia wala hatawahurumia wala hatawarehemu. Nawe waambie watu hawa, Bwana asema hivi: Tazama, naweka mbele yenu njia ya uzima na njia ya mauti. Yeye atakayekaa katika mji huu atakufa kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni, bali yeye atakayetoka na kujitia pamoja na wakaldayo wanaowahusuru yeye ataishi na maisha yake yatakuwa nyara kwake, maana nimeweka uso wangu juu ya mji huu niuletee mabaya wala nisiuletee mema, asema Bwana. Utatiwa katika mkono wa mfalme wa Babeli, naye atauteketeza. Na katika habari za nyumba ya mfalme wa Yuda, lisikieni neno la Bwana ee nyumba ya Daudi, Bwana asema hivi, uhukumuni hukumu ya haki asubuhi, mkawaponye waliotekwa nyara na mkono wake aliyewadhulumu, ghadhabu yake isije ikatoka kama moto ikaunguza asiweze mtu yeyote kuuzima, kwa sababu ya uovu wa matendo yenu. Tazama, mimi ni juu yako, ewe ukae bondeni na kwenye jabali la uwandani, asema Bwana, ninyi mnaosema, ni nani atakayeshuka pigane nasi, au ni nani atakayeingia katika makao yetu? Nami nitawaadhibu kwa kadiri ya matunda ya matendo yenu, asema Bwana, nami nitawasha moto katika msitu wake, nao utateketeza vitu vyote viuzungukavyo. Mlango wa ishirini na mbili. Bwana akasema hivi, shuka nyumbani kwa mfalme wa Yuda ukaseme neno hili huko, ya kwamba sikia neno la Bwana e mfalme wa Yuda, wewe uketie katika kiti cha enzi cha Daudi, wewe na watumishi wako na watu wako wote waingiao kwa malango haya. Bwana asema hivi, fanyeni hukumu na haki, mkamtoe yeye aliyetekwa katika mikono ya mdhalimu wala msiwatende mabaya mgeni, wala yatima, wala mjane, wala kuwadhulumu, wala msimwage damu ya mtu asiye na hatia katika mahali hapa. Kwa maana mkifanya haya kweli kweli, ndipo atakapoingia kwa malango ya nyumba hii wafalme wenye kuketi katika kiti cha enzi cha Daudi, wanakwenda kwa magari na wamepanda farasi, yeye na watumishi wake na watu wake. Lakini kama hamtaki kusikia maneno haya mimi naapa kwa nafsi yangu asema Bwana, ya kuwa nyumba hii itakuwa ukiwa. Kwa maana Bwana asema hivi katika habari ya nyumba ya mfalme wa Yuda, wewe ugileadi kwangu na kichwa cha Lebanoni, ila hakika nitakufanya kuwa jangwa na miji isiyokaliwa na watu. Nami nitakufanyia tayari watu wenye kuharibu, kila mtu na silaha zake, nao watakata mierezi miteule yako na kuitupa motoni na mataifa mengi watapita karibu na mji huu, nao watasema kila mtu na jirani yake, nini maana yake Bwana kuutenda hivi mji huu mkubwa? Ndipo atakapojibu ni kwa sababu waliliacha agano la Bwana Mungu wao wakaabudu miungu mingine na kuitumikia. Msimlilie aliyekufa wala msimwombolezee, bali mlilieni huyo aendaye zake mbali, kwa maana yeye hatarudi tena wala hataiona nchi aliyozaliwa. Maana Bwana asema hivi katika habari za Shalumu mwana wa Yosia, mfalme wa Yuda, aliyemiliki badala ya Yosia baba yake: yeye aliyetoka mahali hapa hatarudi huku tena bali, katika mahali pale walipomchukua mateka, ndipo atakapokufa, wala hataiona nchi hii tena kamwe. Ole wake aijengaye nyumba yake kwa uovu na vyumba vyake kwa udhalimu atumiaye utumishi wa mwenzake bila ujira wala hampi mshahara wake; asemaye nitajijengea nyumba pana na vyumba vipana, naye hujikatia madirisha na, na kuta zake zimefunikwa kwa mierezi na kupakwa rangi nyekundu. Je, utatawala kwa sababu unashindana na watu kwa mierezi? Baba yako, je, hakula na kunywa na kufanya hukumu na haki? Hapo ndipo alipofanikiwa alihukumu maneno ya maskini na mhitaji, hapo ndipo alipofanikiwa. Je, huko siko kunijua? asema Bwana. Bali macho yako na moyo wako hauna utakalo ila kutamani na kumwaga damu isiyo na hatia na kudhulumu na kutenda jeuri. Basi Bwana asema hivi katika habari za Yehoyakimu mwana wa Yosiya mfalme wa Yuda, hawatamwombolezea wakisema Aa, ndugu yangu au aa, dada yangu. Wala hawatamlilia wakisema, aa, bwana wangu au aa, utukufu wake. Atazikwa maziko ya punda, akibururwa na kutupwa nje ya malango ya Yerusalemu. Haya, panda Lebanoni ukalie, upalize sauti yako katika Bashani, ukalie kutoka Abarimu, maana wapenzi wako wote wameangamia mimi nalisema nawe wakati wa kufanikiwa kwako, lakini ulisema sitaki kusikia. Hii ndiyo iliyokuwa desturi yako tangu ujana wako, kutokuitii sauti yangu. Upepo utawalisha wachungaji wako wote, na wapenzi wako watakwenda kufungwa. Hakika wakati huo utatahayarika na kufadhaika kwa sababu ya uovu wako wote. Wewe ukaye Lebanoni, ufanyaye kioto chako katika mierezi, utakuwa na hali ya kuhurumiwa sana upatapo utungu kama wa mwanamke azaae. Kama niishivyo mimi, asema Bwana, hata Konia mwana wa Yehoyakimu mfalme wa Yuda angekuwa pete yenye muhuri katika mkono wangu wa kuume, ningekung'oa wewe hapo; nami nitakutia katika mikono ya watu wale wa kutafuta roho yako, na katika mikono yao unaoogopa, nam katika mikono ya Nebukadreza mfalme wa Babeli, na katika mikono ya Wakaldayo Nami nitakutupa nje wewe na mama yako aliyekuzaa, mwende nchi nyingine ambayo hamkuzaliwa huko; nanyi mtakufa huko. Lakini nchi ile ambayo wanatamani kuirudia, hawatairudia kamwe. Je, mtu huyu Konia ni chombo kilichodharauliwa na kuvunjika? Ni chombo kisichopendeza mbona? wametupwa yeye na wazao wake, na kutupwa katika nchi wasiyoijua? E, nchi nchi nchi, lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi: andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda.